Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus tv 96 linki, mi naitwa Victor Madaha, bianza kamera kama kawaida, yupo riski bwana bana. Leo ni siku nzuri sana ambayo nimepata e bahati ya kuzungumza na mtu ambaye nimekuwa nikimsumbua sana kwa muda mrefu sana kwamba bana, hebu tufanye bana jambo. Nakumbuka kipindi cha siasa, mambo alikuwa ni mengi sana 2025 bahati nzuri, 2026 Mungu amebariki bwana, hatimaye leo nimempata ndugu yangu Zungu. Hmm. Kaka kwema? Bana kwema, mambo vipi? Safi lakini. Uko vizuri? Ah, kaka uko busy sana. Mapambano makali sana ya kujenga nchi eh, yanaendelea hapa eh. Dar es Salaam. Mm. Uh, nikupe ni pia ongera sana na pole pia kwa kazi ambazo umezifanya wakati wa, wa, wa uchaguzi katika uandishi, yeah, na, na, ulikuwa ni mtu busy sana tukiwasiliana, naambia bana leo niko na hiki mm. Tupeleke muda kidogo na nini na, laama pia zilikuwa ni nyingi sana. Nakumbuka kwa mfano interview pole pole pole ya, yeah, pole, yeah. Ilileta drama nyingi sana tukasema bana, mbona kama Zungu amebadilika so, so, ka Il, ilikuwa ni experience ya namna okay. gani yeah. sasa Uh, baada ya interview ya Polepole Pole, mm. Of course, ukisema uh, miongoni mwa vitu na miaka naenda mwaka wa kumi na moja kwenye kazi ya habari tangu nilipoanza mwaka elfu mbili kumi na nne mwezi wa nane 2025 mm. uh, ni mwaka ambao siwezi kusahau na moja kati ya interview ambazo siwezi kuzisahau mm. ni interview ya Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Matokeo ya baada ya interview niliyatarajia, eh, heo niliyatarajia kutokana na approaching ambayo niliichukua, aina ya, ya maswali ambayo nilikuwa namuuliza Pole Pole. Lakini mwisho wa siku, kwa hali ya nchi jinsi ambavyo ilikuwa na mazingira ya kisiasa na brand ya Humphrey, jinsi ambavyo ilikuwa kwangu mimi na wale ambao wana nizunguka nadhani nilikuwa sahihi kuchagua aina ile mm. ya maswali mm. e, kama mwanahabari mm. kwa sababu mm. sikuvunja kanuni yoyote ya habari mm. lakini pia wengi walisema, ah, sasa mbona unamuuliza maswali ya nyuma sana? Kwa nini umuulizi maswali mm. ya kipindi hiki? Ukimwangalia Humphrey alikuwa akiongea sana mambo mengi ya kipindi cha 2025 kuliko kipindi cha nyuma. Kwa hiyo mimi nikasema basi tudili kwanza na kipindi cha nyuma, kwa sababu kuna mambo Humphrey alikuwa anayazungumza, watu wasa, mbona ah, nyuma yalitokea. Anazungumza sijui utekaji, mbona nyuma hata na wewe ulikuwepo kwenye serikali. Kwa hiyo mimi nikasema basi ninyumbulishe ili swala tuone jinsi ambavyo inakuwa mm. Kwa hiyo niliona hivyo kwamba tuanzie nyuma alafu tutaenda mbele taratibu, ila watanzania wengi hawakupenda ya interview na aina ya maswali ambayo nilimuuliza Mheshimiwa Balozi. Kwa hiyo ndo kujifunza, huwezi mm. kuwafurahisha, kwa sababu unajua wale wale ambao ndo walikuwa wananisifia siku zote Instagram ndo wale, wale ambao walikuwa wananikosoa wali yeah. Eh, kwa unapokea mm. unapokea na unachukua, unajifunza yeah. Lakini kwangu mimi ukiniambia najutia mapana, sijutii mm na mimi nilichagua njia nzuri kulingana na mazingira ya nchi yalivyokuwepo wakati ule, ndio maana ah, tuko e, mpaka leo hapa okay. e, inaonekana Zungu ni ilikuwa kama ni intavyu ya kimkakati fulani ah, hivi ulikuwa umejiandaa okay. kuegemea upande mmoja, kwa nini kwa nini kwa serikali, watu kwa kwa mujibu wa maoni ya watu, lakini hmm. kwa nini ilikuwa natazama vile? Sasa na ilikuwa ni kweli e, ilikuwa natazama vile kwa sababu uh, watu wengi brandi ambao nilijenga kwenye peji yangu na aina ya mawazo ambayo nilikuwa natoa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, wakati nafanya kazi kwenye vyombo vya habari, ilikuwa ni maoni ambayo yanaonekana yamekaa kiukweli, na wakati mwingine ilikuwa inaonekana ni maoni ya kuikandia serikali, yani ya kuipiga, eh, kuipiga serikali. Kwa hiyo hata watu walivyoona interview na polepole wakajua hey, moto unaenda, unaenda kwaka, kwa maana ya kwamba polepole akubaliani na serikali iliyopo madarakani kuendelea mwandishi ambaye anamhoji pia, wakati huo sifa yake kubwa ilikuwa huyu kwenye nyeusi ni nyeusi. Yani, yeye ya anaipiga e. serikali. Kwa hiyo e, watu walitegemea utakuwa moto moto. Kwa hiyo unapoenda kinyume na matarajio ya watu lazima mm. Ah, watu watasema tu. Ndicho kilichotokea, nilienda kinyume mm. na matarajio yao. Lakini ukisema issue ya kubalance, hapana. Tena nadhani ndio nilibalance kuliko ambavyo watu walikuwa wanataka kusema mm. kwa sababu watu walikuwa na maswali kwamba unalalamikia utekaji lakini wakati wewe ni mwenezi wa CCM enzi za Magufuli ulikuwepo. mm. Sasa mimi kuna shida gani kumuuliza hilo swali mm. eh? eh, kwamba unasema una, una, una ya kwamba hivi na hivi eh, kwa mfano unasema kwamba nilimuuliza kwamba barua ya kuacha kazi umeiandika dharani mm. na umeitoa, lakini tunavyojua kwenye protocol za uongozi, barua ya kuacha kazi mm. ni siri yako wewe na rais, hutakiwi kuiandika vile akafafanua kwamba barua ambayo ni siri ni ile yenye nembo ya bibi na bwana mm. Kwa hiyo nilikuwa nauliza maswali ambayo watu wengi ambao ni wapinzani wa Polepole mm. walikuwa na hamu ya kuyasikia, kupata upande wake wa pili, ila bahati mbaya watu wengi wakatafsiri vibaya mm. Lakini pia alikuwa anamsaidia Polepole pole kumweka, kuweka hoja zake kwamba mm. ni konki, kwa sababu nilichukua maswali, nilikuwa nasoma comment zake, kwa nilichukua maswali ya watu ambao mm. wanapenda kumchallenge mm. lakini bahati mbaya audience haikutaka Polepole mm. pole okay. Pole pole ya challenge hiyo wakati ule, kwa sababu alikuwa kama shujaa msema kweli anazungumza vizuri. Kwa hiyo mm. ukienda kumchallenge lazima utapigwa tu, ndicho ambacho kilitokea. mm. mm. Okay, sasa pengine hasa uh, baada ya kile kilichotokea, kilicho, kilicho kwake tunafahamu uh, na mengine mengi ambayo yalikuja yakatokea mm. hasa kwa, kwa maana kusema kama ee maswali ambayo pengine hayakudeserve, kilikuwa sahihi kabisa. Sijawahi kujuta mpaka leo kwa sababu sikwenda kinyume na miko ya uandishi wa habari mm. Sikwenda kinyume na ethics mm. Sikwenda kinyume na media law mm. Nilifanya research yangu vizuri mm. Na hata maswali yangu yote ambayo niliuliza mm. yalikuwa na 5w+h how where who when why zote zilikuwa ipo, eh e, kwa hiyo sikwenda kinyume na miko ya tasnia yangu na taaluma yangu ya habari, nilikuwa sawa wow. Na sijuti, shida tu ni expectation na wakati ule brand ambayo walikuwa nayo mm. Polepole ukimchallenge lazima utakutana na hayo ya, Zungu ukirudi kwa mfano Arusha kule ulikoanzia wa, utangazaji Zungu ulikuwa unasifika sana kwa kufanya michezo walikuwa ni mwandishi fulani hivi ambaye watu wanamuona kama huyu, sasa huyu ni kama ni Baraka Mpenja mwingine ama mtu fulani hivi watu wa michezo wanaanza wakafananisha waka watangazaji ambao walikuwa wanakuona huko. Kwa nini tumekuwa tumekuja kukuona huko kwenye, kwenye siasa ghafla ilikuwaje? Sasa ah, ni kuama tu unajua, ukiwa kwenye habari unatakiwa uwe multitask multi talented, so ni kweli nilikuwa nafanya michezo, natangaza mpira na unakumbuka hata ule wakati wa corona kuna clip zilikuwa zinasambaa sana za dogo mmoja mweupe kama mimi, ndo mimi yule e, e, nilikuwa natangaza e, mpira na hamasisha watu e, corona inazuilika kwa njia e, ya mpira. Kwa hiyo e, uandishi wa habari, utangazaji ni talent, unabadilika kulingana na mazingira e. Baada ya kuja da, niliingia katika media ambayo kwao kwa wakati huo michezo haikuwa kipaumbele okay. kipaumbele kilikuwa ni burudani na siasa, mimi nikaichagua e, siasa. kwa hiyo kwanzia hapo ndo ikawa kama starting point. Ya, mpaka hapa ambapo tumefika, lakini michezo sasa hivi tumebaki kama shabiki, shabiki wa Yanga, shabiki wa Arsenal ila naamini yeah. One day nitarudi kwenye, kwenye kutangaza mpira kwa sababu e, ujuzi ujuzi ya ufi. Yaani Mungu akikupa kama ni gifted, mm. e, ni gifted yeah. e, kwa hiyo naamini nita mm. nitarudi siku moja eh nitatangaza mpira kwa sababu ujuzi yeah. Bado upo. Bado upo. Bado upo hata sasa hivi bado upo utatangaze mpira kidogo hey. ah. <laughs> pengine unajua, unajua wakati unaondoka Wasafi umezungumzia uh, kuhusu uliingia kwenye chombo cha habari ambacho wao priority yao haikuwa katika michezo, ilikuwa ni hapo. hiyo ni Clouds Plus sasa. Hiyo ni elfu mbili na kumi na nane oh, wakati natoka Arusha nilishinda mashindano ya utangazaji yanaitwa Clouds Plus Presenter Search uh -huh. yaliofanyika Tanzania mm. mimi ndo nilikuwa mshindi wa kwanza katika uh -huh. Tanzania nzima uh -huh baada ya hapo wale watu media policy yao ilikuwa ni entertainment, ilikuwa Close Plus, ndio ilikuwa Close Plus mwaka 2018. mm -hmm. Na kwa hiyo wakati nashinda mashindano ya utangazaji natoka Arusha, mm -hmm. Close Plus walikuwa wana vipindi vya michezo walikuwa na vipindi vya siasa na burudani, mm -hmm. kwa mimi nikachagua siasa. okay mm. Ndio hapo ah. ikawa mwanzo sasa wa ah. kufanya siasa na siasa, ndio maana hata nilivyoenda Wasafi mwaka 2020, mm -hmm. nilifanya kipindi cha asubuhi ambacho ni cha siasa, sio kipindi cha michezo hata nilivyoamia Star Times, hivyo hivyo, niliendeleza na vipindi vya siasa. Watu walijiuliza sana kwa nini aliondoka Wasafi. Si fedha? ilikuja ofa ambayo ni mara mbili ya mshahara wangu, mimi natoka familia maskini, nahitaji hela mjini hapa, kaichukua eh. Ni fedha tu, hamna kingine, ni fedha eh. Kama nilikuwa nalipwa shilingi 10 wale jamaa wanaleta shilingi 20 eh, na dau la usajili, kaona hii ni fedha nzuri. Kamfuata bosi wangu, kama bana, kuna hii na hii, kama huko sisi kwa wewe ulivyo, hatuwezi kufika. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Heri heri, amani amani. Eh. Kaenda kuchukua hela za wachina Star Times. Eh eh. Au hukuona kama hii ni labda ni sema ambao ishakuwa familia, labda kuna namna ambavyo eh, nimetengeneza watu mashabiki ambao wananifuatilia kwa sababu niko hapa. Uh, hukuona labda kuna kuna, kuna kupoteza fan base yako? Hamna. Eh. Unatakiwa kujiamini wewe kwanza. Mm -hmm. Aa, ni kweli Wasafi imenisaidia kufika nilipo. Eh. Lakini Wasafi waliona kipaji changu ndio maana nikafanya nao kazi. Yes, kwa hiyo kati ya Wasafi na kipaji changu ni muamini nani? Eh. Ni mwamini kipaji changu. Kwa hiyo sikogopa eti uondoka Wasafi eh. Yes, okay. Eh, media kubwa. Nilipiga tu hesabu. Sawa, Wasafi imenitambulisha yeah. Sa lakini kati ya Wasafi na kipaji changu natakiwa kumwamini nani? Zungu wa ndani akaniambia amini kipaji chako. Kana kuchukua hela za Wachina na ilikuja ka baraka kumbuka, sita, kwa sababu nakumbuka miezi sita baada ya kuhamia kule nikashinda tuzo ya mama milioni kumi, kwa hiyo eh, fresh tu sasa ningekaa kule ningepata. <laughs> Kwao sometimes, tukauamini ile sauti ya ndani yeah. e, shida watu wanaogopa kwamba nilikuwa ah, sehemu fulani, nikiondoka ile sehemu kubwa madili atakwaje, usipewe dili mm. Kwa sababu upo katika brandi fulani, pewa dili kwa sababu mtu anakuamini wewe na uwezo wako yeah. yes. oh. eh. <laughs> Pengine hasa uh, tumalize kuhusu ya, ya, ya kwako, um, mpango wako hasa sasa hivi katika masuala haya ya, ya, ya utangazaji u, uko vipi hasa? Tunarudi hapa mfukoni na ofa mbili mm. E, na nashukuru Mungu sana mwaka umeanza vizuri, namshukuru sana, na ofa kubwa ya idhaa ya Kiswahili ya moja kati ya nchi kubwa sana duniani ambao wanakuja kuwekeza hapa. Of course wameshaanza kuwekeza na nimeanza pia kufanya nao kazi, lakini pia na ofa nyingine ya redio nyingine ambayo inafunguliwa hapa Dar es Salaam na mmoja kati ya watu ambao ni magodfather wa media Tanzania ambaye pia nimeshafanya mazungumzo naye kwa hiyo kwenye media kwa maana ya kwamba kwenye mainstream, sababu kwenye media niko siku zote kupitia social media, lakini kwenye mainstream nitarudi. Ni jambo la, la muda tu. Sasa ni wapi nakuaje, tuombe uzima tu tuombe uzima. Eh, lakini narudi na, na, ofa. Mwaka umeanza vizuri, kuna ofa mbili mezani so nazitafakari. Eh, baada ya hapo tutaisikiliza tena ile sauti ya ndani inatuongoza kwenda wapi. Na maswali mengi sana kuhusu Zungu, lakini nitatafuta wakati sahihi nije nimuulize kuhusu mambo yako, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kufahamu mambo yako. Sawa, wewe uliza lolote, tutende mjini.